Angalia maisha ya Yesu Kristo, walipomkaribia nini? Kiwete walipompelekea ali, ali, walipo mtu aliyepoza amelazwa kwenye godoro, wametoboa dali, amen. Biblia inasema Yesu alipoona imani yao akamwambia aliyepoza, jitwike godoro uende, sawa eh? yule aliyepoza angesema hivi, siwezi kujitwika godoro Asingeweza kutembea. Kitendo cha Yesu chayo mwenye aliyepoza kuchukua action ya kujuika nini? Godolo, akamwambia imani yako imekuponya, akapona saa ile ile. hivi jasema, imani pasipo matendo imekufa. Kinachotangulia imani pasipo tendo, watu wanafikiri inatangulia imani. Hapana, haitangulia imani, yatangulia matendo, yani sana sana kusema baba na mama, mtoto pasipo baba na mama hamna mtoto, si ndio? Anatangulia na ni mtoto au mama? Mama, si ndio? Kwa hiyo imani pasipo matendo hatuwezi kujua. We mchawi uh -huh. kama ufanyi matendo ya kichawi au unasemaje? <laughs> Praise God ili mtambue mtu kama ni mchawi. Na alisema hivi, mtawatambua kwa matendo yao. Bwana asifiwe kwa hiyo matendo ndo yatuashiria imani uliyo nayo. Mitume wale waliwatambua kwa kutoa pepo, wanasema atatembea yao. Praise God. Kwa hiyo imani pasipo matendo imekufa. Kinachotufanye tujue imani yako ni matendo ulionayo. Naliweka vizuri, naliweka vizuri, kwa hiyo vizuri. Ili Mungu akukaribie, nisikia mtumishi wa Mungu anahubiri. Moja alikuwa anahubiri hapo kwenye uso wa Mungu. Mwaka jana, no, mwaka juzi nilikuwa mwangaji juzi kwenye eh, TV. Jana kwenye TV akawa anasema wale Petro na Yohana walipoenda kumponya kiwete, Amen. Yule kiwete alipoanza kusimama akatembea, Praise God. Kwa hiyo alifanya sehemu yake ya kusimama. Natural brings a supernatural. There is no supernatural without a natural. Praise God. Ili there is a natural and a supernatural. So uh, is natural brings a supernatural. Must be a a natural, then a supernatural comes. Let me give this example. Natural brings a supernatural. Hiyo bwana natural, ila kuna natural super. You get my point? Huu wote ni mchele wa Mbeya nikuwa shangaa mchele wa Mbeya banapeeia. Eti kuna mchele super, si ndio? Mchele mwingine upi super na kawaida eh? na then mchele ina bei tofauti banapeeifa kwamba hata hata hata hata mafuta kuna grade, kuna grade A B C. Praise God, hata nguo kuna grade A kwa kuna natural, nasupa nini nh wote ni natural hapa, wote hapa nini? Natural. You get my point? hata Yesu alikuwa natural. That's why baadaye Yesu akatoka kwenye wa Yesu akawa Yesu Kristo, alikuwa Yesu wa Nazareti before. Amen, alikuwa Yesu wa Nazareti, siku alipokutana na super akawa Yesu Kristo. Nda hapa kaza kuperform miujiza naishaa na maajabu. Why? Kwa sababu kuna role ilikuwa juu yake, naeleweka vizuri eh? Alikuwa Yesu huyo huyo ameongezewa thamani sifa. You get my point? Kwa anaweza kuwa pastor Adam, the same ni pastor Adam Amen. Ni natural kama wewe hapo natural natural wote natural. Asa huyu alilionayo Ali alionayo nde tafuta super ingia juu yake, anakuwa supernatural. You get my point? Kwa uko hapa wote, mimi naona loloni na tabiri, nafanya miujiza, na wewe inawezekana kabisa kabisa. Tofauti ni mimi ni natural niliyomsogelea karibu. You get my point? kwa Yaani kuwa na loni inawezekana, kwako kufanya miujiza inawezekana, kuponya wagonjwa inawezekana, kufanya maajabu inawezekana. You are the nashlo without a super. Are you listening? Are you listening? Kwa hiyo huyu leo akiongezewa super, tembea yake tabadilika, miujiza tabadilika, utaona maisha yamebadilika, ataanza kuperform miracles ambao uwewe mezaonai tumbo moja mmekaa nyumba moja, mmesoma shule moja, lakini anaweza kuperform ujiza. Kashangaa, huyu kiume ametokea wapi? anawezaciza mbao, kashangaa, moja moja, tukaa nyumba moja, familia moja, ni h kama wewe, lakini amevuta super. Unanielewa vizuri? kwa ili Mungu akutokee, anategemea wewe ni h, umefanyaje sehemu yako? Kuna watu hapa amewezi kupona mpaka umefanya sehemu yako maji mapili kawaambia hivi, ijapokuwa utu wetu wa ndani unachakaa, utu wetu nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi siku. Kwa hiyo huyu muona leo, kwa kadiri atakavyokuwa na kiu ya kupona ya kufanikiwa, amen, akifanya sehemu yake, nacho anaingia kwa akifanya sehemu yake sawa sawa, upande wa Mungu na super inaingia, hautakuwa mtu wa kawaida. Praise God, hata Yesu alizaliwa tumbo moja na wengine, lakini yeye akawa super banasielewanaelewa kwa, hatuwezi kufanana. Biblia inasema hivi, kitabu cha Warumi moja, anasema Paulo, mtumwa wa Kristo aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa kuhubiri injili, yaani habari za Kristo mwanaye ambaye alizaliwa kwenye ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili alizaliwa kwenye ukoo wa Daudi kwa jinsi, lakini akadhibitishwa kuwa mwana wa Mungu kwa uwezo wa roho iliyokuwa ajili yake ya utakatifu Amen. Yaani kwa uwezo wa roho wa utakatifu hotowaliza kwenye konini wa Daudi, lakini huyu Yesu akaonekana mwana wa Mungu kwa sababu juu yake alikuwa na roho ya utakatifu, Roho Mtakatifu wangmenlewa. Praise God. Sasa Lazaro alipokufa thank you pastor, Lazaro alipokufa Yesu alikuwa na uwezo kutoa jiwe, si ndio? Amwambia Martha toa nini, toa jiwe. Martha asema Yesu ananuka Yesu ndio kumwambia jiwe mara Yesu ananuka siku ya nne. Yesu akamgeuka akamwambia, nimekuambia ukiamini, Nimekuambia toa jiwe, nime, nime jiwe. Alipotoa jiwe Yesu akamuita Lazaro, Bwana apewe sifa, Lazaro njoo, akatoka alipokusha kutoka akumfungua sanda, mnasoma hapo, alimwambia nimfungueni hivi, kwani Yesu asije mkatakata sanda? Bwana apewe sifa, kazi ya kufua ni ya Yesu na wao walikuwa na ya sehemu yao ya kufungua nini? Just why. Kuna uokovu na ukombozi, kuna wokovu na ukombozi. Praise God. Mungu anamwambia Ibrahim, nahitaji ni kufanya taifa nini kubwa, si ndio? nahitaji kufanya wewe taifa nini kubwa, lakini siwezi kufanya taifa kubwa, lazima ufanye sehemu yako Anamwambia, basi toka kwenye nyumba ya baba yako kwenye nchi yako, ukitoka tu mimi nakufanya taifa kubwa. Bwana pewe sifa. kwa ile kwa maamuzi ya Ibrahim kwamba sitoki au na alipotoka, ndipo Mungu akamfanya kuwa taifa kubwa. You get my point, you get my point, you get my point. Muujiza utakao kutana nao inategemea umejiandaje kupokea. Bwana asifiwe, bananelewa Tunaposema ni ibada ya kutakaswa mikono, maisha ya wanadamu yote yanaendeshwa na mikono, yaani kila tunachokiona chochote ni kazi ya mikono, hata sisi ni kazi ya mikono ya Mungu aliye hai. Bwana pewe sifa <laughs> Yesu alisema hivi, mtaweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapokea nini? Afya. Mtaweka mikono juu ya nini ya wagonjwa na watapokea wata, wata, wata nini? Afya. Kwa nini tuweke mikono juu ya wagonjwa? Kuna jambo la ajabu kwenye hii mikono leo, nakupa siri, kuna jambo la ajabu kwenye hii mikono. Mkono wako kilanika kio kila kitu kimeanika, na ulimwengu wa giza una dili la kuchafua mikono. Ulimwengu wa giza una dili la kuchafua nini? na nyota ya mtu iko kwenye mkono. Haujawahi kusikia mtu anasema hivi huyu jamaa eh, ana mkono wa biashara? Hamjawahi kusikia ana mkono wa nini? Nilisikia mtu mmoja ana ana n -n -n nesi, sasa wanamlalamikia sema huyu nesi ana mkono mbaya, kila mtu akimchoma sindano anavimba. Hamjawahi kusikia hicho kitu? hicho kitu nasha kusikia, kumbe mnafahamu ila kuna daktari mwingine ana mkono, akikuchoma tu kama vile amekutekenya hauvimbi, bwana pesi. So kuna, there are something, kuna kitu ni kwenye mkono, bwana pesi. Na nilikuwa najiuliza hivi, hivi nyinyi maskari, kwani mtakikamatwa msimfunge mguu mtu, akikamatwa msimfunge hizo pingu za kufunga mtu, kumfunga pingu, mwanangu, mtu, mtu akimfunga <laughs> miguu anakimbia lakini wajifunga pingu. Amen, yaani nguvu zako zote ni kwenye mikono baba, si? Yaani nguvu zako zote ni kwenye mikono. Iko hivi, wakate mikono, wakikata mikono hivi papo yote mwanangu, kimbia hata kutembea uwezo ha, simama fanye ha, simama, simama Pasta Yesu! wakikata wa mikono ajumbe mikono hauna mwanangu, hata hata ukimbia uwezi, hata tembea uwezi. Oh, my God, nguvu ya mtu ni kwenye mikono, lakini watu ni viweta, wana miguu lakini wana, wana, wana function, wanaishi wanakula, wanafanya kila kitu baba Yesu, amen. kwa ulimwengu wa roho unadina nini mikono na mikono, umeelewa? hata mkono wako ukiobwa mkono wako kilogwa, wataomba utafunga, wata amna kitu. That's why, kuna watu mtaani asubuhi asubuhi au mpi mkono amjai kuona nina kalak pale safi asubuhi ambiasa Praise God amjai kuona eh? mnafahamu wengine mko hapa, wewe jiulize, hii huu mkono una nini? There's a power in the hands. Kwa hiyo kwenye mkono kuna nguvu ya ajabu, totofautiana na nguvu iliyo katika mkono katika kutengeneza na kuumba. Kwa mafanikio yetu tuliyonayo ni mikono, baba ya sifa. Wachawi wanafunga mikono, wachafanini mikono, waandika mkono, kila mmoja. Nilikuwa nadumia binti mmoja, mtoto mmoja zamani, huyu <laughs> mtu alinishangaza, alikuwa anasema yeye ni mchawi anapaa. Nikawa nauliza mnapaa paaje?

Kwa wanajua nguvu ile kwenye mikono. Amen. Mkononi mwako kuna uwezo nini, na nguvu, uwezo wa Mungu kwenye mikono, nguvu za Mungu kwenye nini, kwenye mikono. The same to you. Kwa hiyo mtu akidina mkono wako amedina maisha yako. Nisikie mtu asema, ah, huyu jamaa ana mkono mbaya. Amen. ana mkono wa nuksi. Praise God. Amen. Yale mkono wako kwa watu, mtu anaogopa. Bwana Yesu nisikia daktari mmoja. <laughs> watu wanauliza, huyu mgonjwa bia daktari gani? wasaa furahi saa Mungu wangu tuombe kama ataishi. Je, unajua kama huyu daktari akimwekea mkono huyo mtu anafanyaje? Anakufa. Bwana, mkono wako Yesu Yesu. Bwana Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo mkono wangu utakase, mkono wangu uoshe mkono wangu utakase mkono wangu. Uoshe, kona hapo sasa, angae tukio hili tunamalizia. Very important, Very important, Very important, Very important. a namba watu wawili, watu wanne. Kutoka kumi na saba, namba watu wanne, namba watu wanne, namba vijana wanne, njo vija vijana wanne njo. Amaleki wakatoka wakapigana na Israel huko Lefidumu. Amen Hawa ni wana wa Wa Israeli. Hawa nini? Waamaleki. Sasa Waamaleki wanapigana na nani? Israeli. Na Israeli. Eh uh eh. -huh. Musa akamwambia Joshua. Musa akamwambia Joshua, sasa huyu ndio Musa, huyu ndio Musa. Mwambie Joshua. Akamwambia Joshua eh. Uh -huh. Tuchagulie watu utoke, upigane na Waamaleki. Chagua watu utoke, upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile. Kile kesho nitasimama juu ya kilele kile. Siwezi kuwa pamoja na nyinyi, lakini mimi nasimama juu ya kilele kile. Atapiga hatua nyingine awe juu kidogo. uh -huh. Uh -huh. Ntasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu, na hiyo fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Kumbuka Mungu anamwambia Musa, una nini mkononi? Mkononi labda kwenye mkono una kitu wewe. Kama mkono wako hauna kitu, mwanangu, auwezi kutokea Amwambia Musa, una nini? Mkono. Kwa mkono wako lazima una kitu na kitu na leo hicho kitu kitapatikana. Amen. Praise God. Amen. Amwambia Musa una nini mkononi? Akaenda kupigana nini? Na Amaleki. Eh uh eh. -huh. Sasa waanza kupigana nini na Amaleki? Eh uh -huh. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Musa akapanda juu ya kile kilima. Eh uh -huh. Ikawa Musa alipoinua mkono wake. Ikawa Musa alipoinua mkono wake. Musa inua mkono. Ikawa Musa alipoinua mkono wake. Uh -huh. Is Israeli walishinda. Ni dondoka chini. Israeli kufanyaje? Walishinda. Alipoinyosha mkono, Israeli walishinda uh-huh. Na alipoushusha mkono wake Amareki walishinda. Nyosha nyuka nyinyi iundoka chini. Alipoushusha Wamareki walishinda. Asa hapa ni kazi ya kushusha na kunyanyua, ni, ni kunyosha na kushusha. Aya, nyosha, shusha, nyosha shusha nyosha shusha aliponyosha shusha baa nyosha shusha nyosha shusha nyosha shusha, shusha. Unaona, eh, aliponyosha mkono wake Israeli wakashinda aliposhusha waameki wa wakashinda. Mkono wako ukishushwa adui yake anashinda yes. Yani, kuna watu hapa mikono yenu imeshushwa, na ndio maana wachawi, mapepo, umaskini unakupiga. Leo mkono wako utanyoshwa. Oh my God! Amen, amen. Praise God. Amen. Biblia inasema Musa alipoinua mkono wake ndio Israeli wakashinda. Alipowashusha, maadui waka? Sasa adui anakushinda ni kwa sababu kuna mali, mkono wako umeshuka. Nyosha shusha, ukisoma chini, nyosha ukisoma chini. Biblia anasema ilifika mali Musa akachoka. Najua mkono ukinyosha unachoka, okay, Biblia inasema wakaja wakina wakina Haruni wakashikilia mkono hivi, yalo umeshikilia mkono hivi, Bwana Yesu, ukisoma pale chini, ilifika kwenye levo, lakini mkono wa Musa ulikuwa mzito, angalia hapo chini lakini mkono wa Musa ulikuwa nini? Mzito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia, aluli na huri wakaitengemeza mikono, mikono yake moja upande huu na moja upande huu, mikono yake ikathibitika hata juu alipokucha. Bwana pesa wakaweka jiwe akakaa, ikabidi wamambia Musa please kaa hivi, yani wanataka ushikani nini? Acha vitu, kaa hivi. Wameshikia mkono usiku kucha. Lazima utashikilia mkono wako, kaa hivi, hata kama umechoka mkono wako, kaa hivi. Angalia Musa na Kalebu wa jamaa, wanapigwa wanapigwa tu wanapigwa tu, hawanyanyuki tena hawa, why? Kwa sababu kuna msoko hivi Leo mkono wako takasika. Itakaa hivi. Itanyoka. Wakaendelewa. Mwambie jani yako ule maskini unakuwa unakushinda. Ule uchawi, wale wanga, sasa hivi watapita pa kwenda. Watafuta pa kwenda. Itakaa hivi. Sema itakaa hivi! Itakaa hivi! Itakaa hivi! Itakaa hivi! Itakaa hivi! Itakaa hivi! Ushindi lazima! Ushindi lazima! Ushindi lazima! Ushindi lazima! Ushindi lazima! Ushindi lazima! Amen. Amen. Amen. Praise God. Amen. Yaani yeah, lazima mikono yako kaa hivi, watoto wako wamalize mpaka PhD. Oh, yes, mpaka watoto wako wanapata PhD. Mikono na kaa oh, Amen. Amen. hivi. Amen. Amen. Bwana Yesu. Leo nisaidie. Leo nisaidie. Uko tayari eh? mikono inyoshwe Amen. Amen. Amen. Halipoinua juu wakashinda.